Sasa jambo la kubaguana katika vilio halipendezi wala halifurahishi. Tushikamane pamoja, tustiriane, tuzikane kama tulivyofanya hapa. Ndugu zangu, nikuona hili bora nilizungumze ni, ni jambo ambalo wanakahama mnafanya jambo zuri sana. Msiache jambo hili ndugu zangu, na mimi mkipata fursa yoyote, hata kama atakufa mtu ambaye ni duni kabisa, namba yangu ya simu ipo. Mimi nimetoa sanda mkoa mzima wa Shinyanga bure yoyote atakayekuwa amekufa mtu duni niambieni, ambiyeni, pigeni simu, nitatoa sanda bure, tushirikiane, tustiriane. Inshallah, Mwenyezi Mungu amsamehe mzee wetu, mzee wetu makusari. rabbana taqabbal minna innaka anta as samiu alim watub alayna ya maulana innaka maulana innaka anta tawwabur rahim allahumma innaka afuwun karim tuhibbu al afwa fa'fu anna allahumma ihdi lana qulubana wastur uyubana

Allahumma aljamii almuminina walmuminat walmuslimina walmuslimat wajal Allahumma fi quburihum dhiyaa wannura walfushata wasurura walbahjata walhubura birahmatika ya arhamar rahimin wasalli Allahumma ala abdika rasulika Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi sallam walhamdulillah nawaombeni sana ndugu zangu ambao tumehudhuria katika mazishi haya mkuu wetu wa mkoa wa Simiu alidigusia kila mmoja tukitoka hapa, twendeni tukadumishe amani yetu. Mwenzetu ametangulia, shamaliza wajibu wake, na yote ambayo aliyoyafanya kaburini ataulizwa, na tuna imani atakuwa ana majibu sahihi, kwa sababu tunashuhudia kabisa alikuwa ni mtu mwema. Yapo mambo mazuri mengi mengi mengi ambayo kayafanya ndugu yetu, mzee wetu, mzee Hamisi Mgeja. Kwa hiyo na sisi tukitoka hapa, twendeni tukafanye matendo mema, tukaishi na jamii vizuri, tukalinde mali za, wa, za binadamu wenzetu, tukalinde amani yetu, tukalinde umoja wetu na mshikamano wetu. Tushirikiane sana sana sana hasa kwenye vilio. Kushirikiana katika vilio, jambo hili linaleta tija kubwa sana katika jamii. Tusibaguane ndugu zangu. Kwa hiyo jambo hili nimeona ni bora nilizungumze, nizungumze hisia ya yangu ambayo nimeiona. Watu wametusubiri hapo msikitini, waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu ya kuja kumstiri ndugu yao, kipenzi chao, mtoto wao, mzee wao, na wengine babu yao. Tukatoka wote mpaka hapa tumefika hapa, tumepiga chepe, mpaka, mpaka chepe, chepe chepe baada ya chepe chepe baada ya chepe mpaka tukamstiri. Jambo hili Mungu analipenda sana, analifurahia sana.